Limited leo kaenda kupiga stori kidogo kuhusu mfugaji ambaye bado kizamani, unafuga kizamani ama unatumia kuku ili kuzalisha mayai au kutotoa mayai. Kuna changamoto ambazo lazima uwe unazipitia na haujui solution yake ni ufanye nini ili upate majibu ya tatizo au matatizo hayo. Cha kwanza kabisa, na uzalishaji mdogo wa mayai. Cha pili, ukawa na upotevu mkubwa wa vifaranga kwamba Una kukua na anatamia lakini mfaranga wanaopatikana ni wachache. Cha tatu, kuna kipindi cha baridi au joto. Kipindi cha baridi au joto huwa kina kina kinaleta shida kidogo kwa kuku ambao wanatamia ili kupata matokeo kutotoa vifaranga ambao wanatakiwa. Kitu cha nne kabisa, unakosa mpangilio wa uzalishaji. Una idadi kamili ya vifaranga ambao utawapata ndani ya mwezi huo. Na jambo la mwisho kabisa ni usumbufu na gharama. Kumbuka kuku ambaye analalia ni hizo wiki mbili mpaka wiki tatu, atatumia chakula na hapo hapo bado anapata upotevu wa mayai. Leo na saa na najibu la maswali yako yote na matatizo yako yote, suluhisho bora kabisa ni wewe kuanza kutumia incubator za kisasa, full full automatic incubator, full digital incubator, kazi ambayo alifanya kila kitu ni automatic ita joto wenyewe itacontrol unyevu na pia incubator yako itakupa matokeo sahihi. Matokeo si unatumia incubator hii, matokeo ni zaidi ya asilimia 98 ya wewe kupata vifaranga. Incubator hii itakusaidia ita- unatumia incubator ya mayai 30 mpaka unakuwa una na uhakika baada ya siku 21 ni vifaranga wangu zaidi ya 25 mpaka 30. Incubator inakupatia uhakika wa vifaranga unaowaweka incubator haiangalie iye ni kipindi cha baridi au joto. Changamoto zote hizo zinajibiwa na incubator, na incubator inakupunguzia gharama za chakula pamoja na kutoa wasiwasi, au na incubator pia tuseme, inakupa mpangilio au inakupa idadi sahihi ya uzalishaji wako. Karibu leo nikuonyeshe incubator ya mayai 30 na incubator hii inakufaa wewe mfugaji unayeanza au mfugaji unayefuga nyumbani au unataka uanze kufuga, unataka uanze uzalishaji wa vifaranga, lakini unataka uanze na incubator ya bei nafuu au mdogo kabisa. Mbele yetu hapa na incubator ya mayai 30 nitakuonyesha leo jinsi ya kuwasembo incubator hii. Kubeta yetu ipo hivi na hivi vikopo kwa ajili ya kuwekea maji na kuspray maji siku ya 8. Ina hii cable, wale ambao wanatumia umeme wa DC ni DC volt 12 kobeta yetu na, inatumia wati stini, na wale wanaotumia betri ni DC volt 12, ya 50 to 60 ha huwe mpaka ndani hapa Incubator yetu nikuta na lola a zingine zinakuwa zimeshapangwa, hawa hazijapangwa, lakini katika upangaji wa lola utaanza na, na, na lola hii huku ya ya mwisho kabisa na lola ya upande wa pili ya mwisho kabisa, halafu hizi zingine zitafuata. Nitaweka mfuniko hapa, nita connect waya wa mota kwenda juu kwenye control ili mayai yaweze kugeuzwa Nitaconnect hapo. Katika uwekaji wa mayai tukumbuke mayai yetu yanakuwa yanalala kwenye hizi lola, mayai yasipandiane. Mayai yakipandiana kitakuwa na, unaipatia mashine mzigo au shida kwamba kuna mayai mengine hayatageuzwa. Kwa hiyo ni jambo la kuwa nalo makini. Mashine yetu ni full automatic. Kwa sisi ambao tunatumia umeme wa TANESCO tutatumia hii adapter moja kwa moja hapa Yes, ni full display, nikisema ni full display mashine yetu inaonyesha joto na unyevu yote kwa pamoja. Joto na unyevu. Hapa ni sehemu ya joto, hii ni sehemu ya unyevu. Joto ambalo limesetiwa na ni joto ambalo litatuletea matokeo ni 37.8 na unyevu ni asilimia 60. Nitazungumza kitu kidogo hapo mbele kuhusiana na unyevu ila incubator yetu ina matundu hapa. Haya matundu ni kwa ajili ya kuwekea maji kwenye incubator. Ushauri wangu na na ushauri wa kuzingatia, siku ya kwanza ambapo tunaweka maji kwenye incubator, maji yakiwa mengi kwenye incubator, unyevu unakuwa juu, tunakosa tunakosekana na njia ya ku control unyevu. Kwa hiyo, namna sahihi ya ku control unyevu ni maji yasiwe mengi kwenye incubator yako. Chupa hizi humu ndani kuna partition mbili, kwa hiyo kuna partition ya upande wa kwanza na partition ya upande wa pili. Siku ya kwanza kabisa, unaanza kutumia, utatumia chupa tatu upande mmoja na chupa tatu upande wa pili. Chupa hizi hapa, weka chupa tatu upande mmoja au nne, na upande wa pili chupa nne, chupa nne upande wa kwanza au tatu au nne, utaangalia mwenyewe uweke chupa ili ili tu manage hapo maji na pia tuzidi kwenye kwenye tubeta yetu, ili tusishinde ku manage unyevu. Na kikopo hiki hapa, tutakitumia siku ya kumi na nane asubuhi na jioni, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Hii itaenda na huu wavu, wavu tutaweka ikishafika siku ya 18, wavu huu unatumika. Tunaweka wavu tunaweka wavu hapa mayai yetu na yanakuwa yanakaa juu ya wavu. Hii ni kwamba ikishafika siku ya 18, hatuhitaji tena mayai kuendelea kugeuzwa, ni muda wa mayai ya, ya vifaranga kuanza kutotolewa. Spray hii hapa nilisema hiki ni kwa ajili ya ku spray siku ya 18, 19, 20 na 21 asubuhi na jioni na kuwa na spray mayai ili kuongeza unyevu kwenye mayai ili kuongeza ili tupate matokeo sahihi na namna na, katika mtiririko wa vitu ambavyo vinatusaidia kupata matokeo sahihi ni upimaji wa mayai siku ya saba. Siku ya kwanza unaweka mayai, siku ya saba utapima mayai. Tochi hii hapa, button ya mkono wa kulia ya mwisho kabisa inawasha tochi. Yai ambayo utaliweka hapa siku ya ya saba inabidi ionyeshe donge la damu ndani au michilizi ya damu. Hilo yai ni zima na lina mbegu kwa hiyo litaleta matokeo. Yai ambayo litakuwa ni jeupe siku ya saba, hilo yai halina mbegu. Kwa hiyo tutalitoa kabisa kwenye mashine ili tubaki na idadi sahihi ya mayai ambayo, au vifaranga ambao vina mayai ambayo yana zaidi ya asilimia 98 ya yenyewe kutotolewa. Hizo, ni hayo ni mambo ya msingi ya kuzingatia, imaji wa mayai siku ya, siku ya saba, uspray mayai maji siku ya 18, 19, 20, 21 asubuhi na jioni. Na wakati unatumia inkubeta yako epuka kufunua funua inkubeta yako bila sababu. Kufunua inkubeta bila sababu kunapunguza joto kwenye mashine na hivyo inaongeza ina ongezeko la sisi kutopata matokeo sahihi ya inkubeta yako. Kwa inkubeta za plastiki, ushauri wa jamii kutumia inkubeta, mwongozo wote utakipata kwetu Mwalimu Group Limited. Wale ambao wanahitaji inkubeta na wako mkoani, tunatuma inkubeta mkoani, zile za plastiki uye bodi ya chuma incubator zote zipo nazipata kwetu Mwalimu Group Limited, na ushauri wote utaopata kwetu Mwalimu Group Limited. Malipo ni baada ya kupokea. Karibu sana Mwalimu Group Limited.